Sema yes, sema amen. Unaona, kuna wakati ambao uh, wamama walikuwa wanamlilia Yesu alipokuwa anasulubiwa na wale Wayahudi. Sema amen. Wanamlilia Yesu akawadopia akawaambia jilieni ninyi na watoto wenu. Sema amen. Kwa sababu Yesu anajua kwamba laana hii inayopiga mimi itenda kwa watoto wenu, jilieni ninyi na watoto wenu. Sema amen. maliok

na eaa, Andika Luka ishirini na nane na ule mstari wa aaiii iiaoto Andika Mathayo ishirini na saba na ule mstari wa ishirini na tano Andika tena Mathayo ishirini na saba na ule mstari wa ishirini na tano. Huyo Ah, Pilato wanamshinikiza wana amtoe Yesu. Pilato anakataa, anasema mimi siwezi nikamtoa Yesu kwa sababu hana hatia. Sema amen. Yaani huyu wanajua ukimfanyia mtu hila laana yake na mabaya yake yanaenda kwa watoto wako na kwa kizazi chake. Sasa Pilato yeye hataki kumtoa Yesu afe ila watu wanamshinikiza. Sema amen. Wanamsukuma tende mabaya tende maovu. Pilato anataka kizazi chake kiwe safi, uzao wake uwe safi, uzao wake uwe na baraka. Maandiko matakatifu anasema, walipokuwa wanaendelea kumfanyafanya vile, Biblia inasema Pilato akachukua maji akanawa. Maji ni ishara ya damu ya Yesu, maji ni ishara ya neno la Mungu. Akanawa maji, maana yake ananawa nini? Ananawa mabaya yasiende kwenye kizazi chake, ananawa matatizo yasiende kwenye kizazi chake, ananawa mikosi isiende kwenye kizazi chake. Aliponawa tu Kumwambia Pilato, usiogope kumtoa huyo Yesu, tumsudishe kwa maana damu yake haitakuwa juu yako wewe Pilato na nyumba yako, ila damu yake hiyo laana itakuwa juu yetu sisi na watoto wetu. Alewe sababu aliinawa leo na kumwambia maji ya Yesu Kristo ya kutakase, nakumwambia na kumwambia damu ya Yesu Kristo ya kutakase, usitenzwe na mabaya ya familia kwa jina la Yesu.

laha zina kanuni yake. Kanuni ya laha inatoa kwa baku, kwa mtoto, kwa baba na kwa mama, kwa ina safiri kanuni yoyote